Leo ilikuwa inachanganya mm. Nani apewe tuzo ukiangalia, eh? Kibu Dennis kafanya vizuri, ukimwangalia Jean Shale Ahua kafanya vizuri, ukimwangalia Volcano elimu eh, Panzu kafanya vizuri, lakini tusio wachoi wa fadhila, hata golikipa wa Dodoma Jiji naye amefanya vizuri vile vile. Kwa hiyo hata kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora wa mechi angeweza vile, vile na yeye kuingia kwenye hiyo hiyoa kinyang... kwa sababu bila yeye tulikuwa tunawatandika mabao kumi hawa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 Ahmed, uh, una, unaona, uh, Jan Charles Aboa akiwa top scorer? Naona, naona, lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora wala sio kutoa nani bora, hatutaki individual, uh, individual nini wanaita individual prize hmm. Hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. Tuchukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji mmoja mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba, ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa. Kwao kwenye kupigania huko ubingwa, tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh. Nani? Musa Kamara, lakini tumeona vile vile kiwango cha hali ya juu cha Ali Ali. Ali Ali mapenati mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein. Kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji Kagoma. Kwa hiyo kusema kweli tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msije mkasahau kama tunajenga timu jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliokuwa nayo hmm. na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi. Hii ndio fezi ya tatu, bado sana Semaji. Sema kwa matokeo nasema kwamba ilikuwa ni salamu uh, za tarehe nane pengine za tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji. Kanuni ah, isipovunjwa we are ready <laughs> yeah. Wasiposingizia wameona mbuzi yeah. Sisi tuko tayari muda wote ule. <inaudible> Anytime. <inaudible> Anytime. Kanuni kinyoka namna hii, wasipoona mbuzi kwenye basi letu wazee, yeah. Wasipoona wazee wafupi wenye ndevu nyeupe, yeah. sisi tuko tayari. <laughs> Shemaloni Fondo, kuna taarifa inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima, taarifa yake ikoje? Shemaloni Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamara. <laughs> Uh, kwa sasa bado sijapokea ripoti ya madaktari ya kuonyesha atakaa nje kwa muda gani. Hmm. Uh, nikishapokea hiyo taarifa nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya, ya kuwajulisha, lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba wataalamu wetu wanapambana kuhakikisha kwamba anarejea uwanjani kwa haraka sana kwa sababu huko mbele tuna kibarua muhimu na kibarua kigumu kwa kweli. Neno kwa wana Simba, mnaenda mapumziko ya muda mrefu. Tunakwenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA wanasimba, tugeuzie akili yetu kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya timu ya taifa ya Tanzania. Ana kazi huko, tuhakikishe wanaimba kwa nguvu yetu yote, tunaiunga mkono timu yetu ya taifa ya Tanzania tuweze kutimiza malengo yetu. Baada ya hapo, tutaendelea na programu yetu, na ambao yuko mbele yetu hapa ni mechi yetu ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika.

Lakini nikiwa na futuru ustaki wanirikodi, asante.